Vijana wengi hawashindwi kwa sababu hawana vipaji, wanashindwa kwa sababu wanaogopa kuonekana wakianza chini. Watanionaje wakiniona nauza barabarani? Watajua unajitafutia halali, lakini wewe unaona aibu, unakaa humu ukiwa na njaa ili usionekane tu umeshuka levo. Wai, watanionaje nikionekana nafanya kazi ya delivery. Kila unayempelekea mzigo ana shukurani ya pesa mkononi. Lakini wewe unaogopa kupokea pesa ya jasho lako kwa sababu huonekani kama big boy. Oh God. Watanionaje nikianza online? Unaogopa kuonekana ukiposti bidhaa, lakini huoni aibu kuomba msaada? Hii society imetufunza kupendeza badala ya kujiendeleza. Watanionaje wakiniona nafanya content au kazi ya mikono? Kazi yoyote inayolipa kwa halali ni heshima. Huwezi kujenga heshima kwa watu wasiokujali. Lastly, ukikaa unajiuliza watanionaje, miaka inapita. Miaka mitano itapita, wale unaowaogopa wataendelea na maisha yao. Swali ni utakuwa wapi wewe? Usiishi kwa hofu ya maneno ya watu wasiokusaidia hata kwa mbegu ya ndoto zako. Watanionaje ni mzigo. Achilia na uanze leo.